Eh, kuwa nikiangalia kesi hii na kama mwanasheria mkuu wa chama cha Demokrasia na Maendeleo napenda kusema kwamba muhimili wa mahakama ni muhimili huru. Askari polisi wanapokuja katika muhimili wa mahakama hawana mamlaka ambayo wanafikiria wanayo ya kuweza kuwashika watu na kuwatoa watu katika viunga vya mahakama. Ni watu wana haki ya kuja mahakamani kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano ya Tanzania kama watu wamejaa taratibu za kuweza kuwaweka sehemu nyingine zinatakiwa zifuatwe tumekubaliana kwamba watu wanatakiwa waweze kuja mahakamani wakishajaa basi sawa ni kweli wataweza wasiweze wasingie lakini vitendo vya kuwapiga watu huko barabarani na wengine kuwazuia vinakiuka haki za kiraia za, za, za, za, za, za, za, za, za wananchi wenzetu polisi lazima wa, wa wafahamu kwamba hawa ambao mnawapiga ni Watanzania kama wao ambao walivyo au ni wanadamu kama wao walivyo wa, wa. Nimeona kuna wenzetu ambao wana kampeni yao inasema kazi na utu. Utu gani kama huo ambao mnaofuata, mnaruhusu matendo kama haya ya kupigwa watu kama ambavyo video za jana zimeonyesha. Kwa hiyo vilevile vile, tunasema kwamba mhimili wa mahakama lazima usimame imara kuhakikisha haki za raia kuja katika mahakama na kuweza kuweza kufanya nini, kusikiliza mwenendo kesi mbalimbali mahakama lazima ijipambanue. Ndio maana katika sehemu nyingine tunapigania kwamba muhimili wa mahakama uwe na askari wake wenyewe, au askari polisi, au yote anayekuja hapa yeye nguvu zake za kipolisi zinaishia nje ya geti la polisi. Sasa, yalitokea Kisutu, yametokea hapa katika mahakama mahakama kuu hii, huku ni kuifedhesha mahakama, huku ni kuinyanyasa mahakama. Kwa hiyo mimi kama afisa wa mahakama mzoefu kabisa wa muda mrefu, alikadhalika kama mwanasheria mkuu wa chama, lakini kama, kama mtu ambaye ni raia wa nchi, haya matendo kwa kweli yanadhalilisha nchi yetu kwa hiyo tungependa kwamba wakuu wote wa vyombo vya usalama wazingatie hilo. Jaji mkuu jaji, jaji kiongozi jaji mfawidhi wote na majaji wote lazima walinde heshima ya, ya mahakama na kuisimamia, na sisi kama mawakili tutapiga kelele na, na kupinga haya yote yanayotokea. Haijengi heshima kuona kwamba kuna watu wanapigwa virungu katika karne hii ya ishirini na moja mwaka ishirini ishirini na tano kuna raia anapigwa nje kama, kama mtu anaua nyoka kwa kweli inaidharisha nchi yetu, heshima ya nchi yetu. Video zote zinazunguka dunia nzima na kuonyesha ukatili mkubwa kama huo. Nasema kwamba haya ni matendo machafu ambayo yavumilika katika nchi ambayo inasema kwamba inafuata demokrasia. Na wale wanaosema kama ni utu, naomba kwa mara ya kwanza wajifunze kuwa watu na waache kutenda matendo hayo machafu.